Asante kwa namba. Mimi sisimamishi dokta jamani, kama Dokta Emanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja. Kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili, hakikisha unanicheki kwa namba ya sifuri saba sita tano alai saba mia mbili arobaini na moja. Lakini kwa muda huu nipo Mwanza, wale wa Mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja. Nipo Mwanza, mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisha unanicheki kwa namba hiyo, uhakika na kupona uhakika. Asante kwa namba. Mimi sisimamishi dokta jamani, kama Dokta Emanuel ambaye sijawahi kufaili hata siku moja kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili hakikisha unanicheki kwa namba ya sifuri saba sita tano thelathini saba mia mbili arobaini na moja. Lakini kwa muda huu nipo Mwanza, wale wa Mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja. Nipo Mwanza, mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisha unanicheki kwa namba hiyo uhakika na kupona uhakika. asante kwa namba mimi sisimamishi dokta jamani kama dokta Emmanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili hakikisha unanicheki kwa namba ya 0765 thelathini saba mia mbili arobaini na moja lakini kwa muda huu nipo mwanza wale wa mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja nipo mwanza mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisho na nicheki kwa namba hiyo. Uhakika na kupona uhakika. Asante kwa namba, mimi sisimamishi dokta Jamani kama Dr. Emmanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja. Kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili, hakikisha unanicheki kwa namba ya 0765372401. Na lakini kwa muda huu nipo Mwanza, wale wa Mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja. Nipo Mwanza, mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisha unanicheki kwa namba hiyo. Uhakika na kupona uhakika. Asante kwa namba mimi, sisimamishi dokta. Jamani kama dokta Emmanuel ambaye sijawi kufele hata siku moja. Kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili, hakikisha unanicheki kwa namba ya sifuri saba sita tano thelathini saba mia mbili arobaini na moja. Lakini kwa muda huu nipo Mwanza, wale wa Mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja. Nipo Mwanza, mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisho na nicheki kwa namba hiyo. Uhakika na kupona uhakika. Asante kwa namba mimi, sisimamishi dokta Jamani kama Dr. Emmanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja. Kama unajijua kabisa unasumbuliwa na tatizo hili, hakikisha unanicheki kwa namba ya 0765 307241. Lakini kwa muda huu nipo Mwanza, wale wa Mwanza unapata tiba uhakika wa asilimia mia moja. Nipo Mwanza, mikoa yote natuma kwa asilimia mia moja. Hakikisha unanicheki kwa namba hiyo. Uhakika na kupona uhakika.